Uh, mpenzi mtazamaji tena tunakukaribisha tena katika uh, kipindi chetu cha leo ambapo tunaenda kujifundisha uh, Biblia kwa mwongozo wa lesoni. Ninaye wakaribisha ni Ngech Robert, uh, kwa kipindi kirefu hatujakuwa pamoja nanyi kwa sababu ambazo uh, asingeweza kuepukika, na wakaribisha tena tuandamane hati tamati na tunapoingia katika Uh, sehemu ya leo, na iwapo ndio mara ya kwanza unapotufuatilia, uh, naomba kwamba ukasubscribe diposa tuendelee kupanuka zaidi, na tukaendelea kujenga, uh, katika hii familia iendelee kupanuka na Mungu aweze kukubariki uh, na katika sehemu ya leo ambao inaosema Mataifa sehemu ya kwanza. Ni tuna, tutaenda kuona hii mataifa ni gani ama ni nini ina tunajaribu kuangalia katika lesoni ya leo lakini, kabla ya hapo, tuchukue muda huu kwa ajili ya ombi uimidiwe. Mfalme Baba tupendae, tuaje mbele zako masaa haya tunapoenda kujifundisha neno lako, tuomba Roho Mtakatifu atufundishe, atufunulie ile mapenzi yako. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini Amen. Mm -hmm. Tunapoingia katika sehemu ya kwanza fungu ambalo linaloenda kutuongoza linatoka katika kitabu cha Danieli saba mstari wa kumi na nne na nitasoma nasema, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie wamtumikie mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme uzio, usioweza anguka. Tunapoangalia huu a, katika imejenga katika misingi ya ufalme wa dunia na katika ufalme wa Mungu. Huu ni ufalme wa Mungu ambao ndio unaosungumziwa hapa kwamba e, kipindi cha mwisho kwa sababu tunapoangalia katika kitabu cha Ufunuo tunaona kwamba katika yale yote ambayo yaliweza kutabiriwa yameweza kutimia, na hivi karibuni Kristo, uh, anaenda kujenga ufalme wake ambaye usio usioanguka, uh, ufalme ambayo huna mapendeleo ambayo utazidi kukaa na katika vipindi vyote baada ya dunia inapoanguko wa dunia, dhambi ilipoingia, basi ndipo tunaona kwamba uh, hata wale wafalme ambao wanaotutawala katika vipindi hivi tunaona kwamba hawatumii haki. Tunaona kwamba wakati huo Mungu mwenyewe atatumia, Mungu mwenyewe atatumia haki katika kuongoza serikali yake. So tunaona katika kitabu cha Ufunuo kinatuonesha kwamba ni ufumbuzi wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu kwa watu ambao walioanguka ama kwa ulimwengu ambao walioanguka katika sura uh, za mwisho katika sura za mwisho, tunaona kwamba ni njia ya kufikia Mtu wa, wa wa mtu wa uzima ambayo unaoenda kurejeshwa ni katika hali ya urejesho wa mtu wa uzima ambao uliokuwa katika shamba la Edeni ambao Adamu na Hawa uh, walipokuwa katika kabla ya anguko ya anguko. Tunaona kwamba waliweza kukaa katika uh, shamba la Edeni wakiwa, Mungu akiwa na watawala, Mungu akiwa anawatembelea kila wakati na hili shamba la Edeni tunaona katika kipindi cha mwisho, tunaona kwamba katika kitabu hichi cha Ufunuo ni mwanzo tu, tunaona kwamba itakuwa ni urejesho katika shamba la Edeni, na tukumbuke kwamba ile shamba la Edeni lilikaa katika kipindi uh, kile ndiposa uh, ikaweza uh, hakipo, haikuwa, haiku, haipo tena, lakini tunaona kwamba katika uh, kipindi cha ja ukombozi wa mwanadamu Yesu atakapojenga maskani yake hapa, tunaona kwamba uh, shamba la Edeni litarudi katika ile hali ambayo ilikuwa hapo hapo, hapo, hapo mwanzo. So katika juma hili tunaingia kwamba kuona uh, tu, tutajaribu kuiangalia ku, ku, ku, sana tuweze kuona kwamba ni nini hii ambayo inayopatikana ama tutakaposimamishwa hatimaye ni nini hii ambayo itakao simamishwa hatimaye. Katika siku ya Jumapili tunaona kwamba Nimrod ni Nawi, Nimrod ni Nawi, so tunaona kwamba Edeni ilifanywa kuwa makao bora jamii ya wanadamu, shamba katika shamba la Edeni ilikuwa ni, ni mahali ambapo yalikuwa bora zaidi Uh, kuliko mahali kwingine, lakini pindi tu dhambi ilipoingia ilibidi Mungu autenganishe, uh, ama atenganishe shamba la Edeni na mwanadamu. Wakati alipotenganisha uh, uh, na bustani ya Edeni, uh, na pale katika bustani la Edeni tunaona kwamba kulikuwa na mti wa uhai, mti wa uhai katika nji ya nje ya, buti, ya bustani tunaona kwamba mwanadamu alitakiwa ali, ali, ali kufanya kazi kwa bidii ili kujipatia mahitaji ya maisha yake. katika tunapoangalia hayo uh, ni bustani ya Edeni, ilionekana kuwepo duniani kwa muda mrefu baada ya mwanadamu kutengana, kutokana katika njia zake za upotofu so tunaona kwamba inapo uh, inapoangalia hapo tunaona kwamba kwamba baada ya utenganisho wa uh, ama baada ya dhambi kuingia tunaona kwamba shamba la Edeni likawa, tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo tatu, Mwanzo tatu mstari wa kumi na sita, Mwanzo tatu

Because you heard the voice of your... Mfalme babu tupendaye, twaja mbele zako masaa haya, tunapoenda kujifundisha neno lako, tuomba Roho Mtakatifu atufundishe atufunulie aliyo mapenzi yako. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini, amen. Tunapoingia mm -hmm. katika sehemu ya kwanza fungu ambalo linaloenda kutuongoza linatoka katika kitabu cha Danieli saba.